ranababa abaiseke erinde ntochi konyora marito ayara ayaabwango ntochi konyora amarwa ire totanya koba tokobwenia abotoenere gosabera abana baito umwana wao gokora amatemu naye okora amatemu yomba ase okonagsaa kera rituko erinde okona omwana o ase amasaba ago akoe ase okrika no nigo eserekani goyasabirwe nyare gotinia oborendi kinsemo cyonse mona morenga ki eye iga amatemo manene agenderereteyeto etanaane erete oborendi bora obuya boria botarikogosa borore gekora tomaete ng'anaki eight four four system koere egochia abana bega banyaa koba bagokora amatemu baeta ase obuya naintue tonyaa koba tokogoka ense egima toteng'a mbuya mono totaina omoe ng'ambuya mono ase eng'encho akorera yabwene merio nonyenigo abaibonigo banyara gosobakorenda abana babo

vinkolivoteria Etaya TV, Kevin Undere.